Nashukuru Mungu tui, tumefika salama uh, tume, baada ya mechi tulikuwa na, na jukumu la kusafiri tumefika, kwa hiyo tuko kwenye process ya kuweza ku, ku recover safari na baada ya mechi pia na na kisi zimekaribiana zime, kwa hiyo tuko kwenye kipindi cha kuangalia how tunaweza ku regain our energy pia tukiweka na, na mbinu ya, ya how tutaweza kupata Uh, ushindi kaz ni muhimu. Ni hiyo programu tuko kwa sasa, yeah. Yeah. Uh, JKT ni timu nzuri, ni timu iko kwenye ligi kuu kama gisi Tabora tuko kwenye ligi kuu, kwa hiyo tumejiandaa tukijua kama uh, itakuwepo. So ni moja ya timu nzuri, mwalimu mzuri, mzuri mzoefu, kwa hiyo ni, ni kitu kizuri. Nina imani kuwa itakuwa burudani nzuri kwa wenye wanapenda mpira kutengeneza nafasi ni, ni jambo moja. Kumalizia pia ni, ni, ni, ni, ni jukumu lingine. Uh, nawapongeza vijana kwa kucreate nafasi kao, ni, ni mwendelezo mzuri ina, ni mipango mizuri kwa kuweza kucreate nafasi uh, mazoea huwa utengeneza ile ufanisi kama kisi umesema. Uh, tukiweza kutengeneza tena nafasi nyingi, na imani kuwa wataendelea kuzoea na ku kuweza kukonvert nafasi wame, wame create ni kitu kizuri kwetu, kwa sababu ukiona timu inaweza kutengeneza ina maana kuna kazi imefanyika. Uh, ingine ni kama kisi umesema ni kuwaamini, ni kuendelea kuwaaminisha, ni kama kila kitu kinawezekana. ni, ni timu mpya mimi mwenyewe ni, ni mpya nao, kwa hiyo, ya ya siku tatu, ku, kwa hiyo baada ya mazoezi ya siku tatu kuweza kunielewa sio rahisi, ila na imani kuwa pamoja uh, na muda gisi utaenda, tutaweza kuwata improve, watabadilika na itakuwa ni kwa faida ya timu ya sisi wote, yeah. Yeah, uh, kama kisi nimesema nahitaji kujua, uh, tumefanya jana, tumefanya session ya baada ya mechi kuangalia nani yuko kiafya. Uh, kuna wachezaji wawili ambao hawakuwa vizuri maybe ni safari na baada ya mechi ntaji kuona tena leo wanaendeleaje. Kiwa wakaweza kurecover, watakuwepo. Kwa hiyo kwa size, sija ya... siwezi kusema nitabadilisha au sitabadilisha, lakini pia uh, approach ya game ukiandaa uh, uh, prison siwezi kuiandaa the same kama naandaa uh, JKT. Kwa hiyo inaweza ikatokea mabadiliko au wale wale wakaweza wakiwa wana uwezo kuendana na kile ambayo tunahitaji, kila kitu kinawezekana. Maandalizi tume, tumefanya vizuri kuanzia pale alipokuja kocha na mpaka sasa tulipo, tumefanikiwa, tumepata matokeo katika mchezo uliopita. Naamini sisi kama wachezaji, hii ni hali nzuri kwetu na mapokezi yalikuwa ni mazuri kwa kocha wetu, kwa hiyo ni motivation kwetu kuelekea katika mchezo wa pili kutafuta matokeo kama tulivyopata katika mchezo uliopita. Ah, kweli sio mara kwanza kutumia uwanja ule, na sisi kama wachezaji tupo tayari katika maandalizi ya mchezo huu kwa kila hali. Kutokana na uwanja, naamini uwanja ni mkubwa na ni uwanja ni mzuri. Sisi tuko tayari kupambana katika, katika game ya kesho, tuweze kupata matokeo. Kwa hiyo kwa kusema, kwa upande wa uwanja siwezi kusema sana kwa sababu uwanja tunatumia timu timu zote mbili, wao na sisi naamini itakuwa ni sehemu nzuri au uwanja utakuwa ni sehemu nzuri kuelekea katika mchezo wetu wa, wa, wa kesho. Na ujumbe ambao unaweza kufikisha kwa mashabiki ni sapoti kutoka kwao, na pia TRA ni taasisi kubwa, naamini kila sehemu ambapo tunaenda tuna, tuna mashabiki zetu na tuna familia yetu kama TRA, na pia kuna mashabiki ambao sio sio ambao wapo nje ya TRA, ila ni mashabiki wa TRA, tunaomba endelee kutupa sapoti kubwa kama ambao wanavyoendelea kuitoa kwetu na kutupa nguvu mpaka leo kufikia hapa. Tumecheza game chache, ila naamini kadri tunavyozidi kwenda tutakuwa sawa zaidi.